Moja kwa moja kutoka Singida, haya ni mapokezi ya mabingwa wa mashindano ya Sekafa Kagame, Singida Black Stars, ambao wanarejea ya nyumbani baada ya kuwa mbali na mkoa huu kwa zaidi ya, ya siku thelathini. Ikumbukwe ya kuwa mwishoni mwa mwezi Agasti, Singida walienda Arusha kwa ajili ya kujiandaa na msimu huu wa mashindano 2025/26 walipopata mwaliko wa kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Sekafa, haikuwa tabu kwao, moja kwa moja waliamua kwenda Dar es Salaam na kushiriki mashindano hayo kuyafanya kuwa sehemu ya maandalizi ya msimu huu. Kwa bahati nzuri, walifanya wonders licha ya kuwa na kocha mpya licha ya kuwa na wachezaji wapya, lakini waliendelea kuwa bora kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Walianza kwa suru dhidi ya Ethiopian Coffee katika mechi yao ya kwanza, lakini waliibuka na kufanya vizuri mno katika mechi zilizosalia katika hatua ya makundi, kwa kuifunga polisi ya Kenya na hatimaye eh, kuwafunga tena Djibouti katika mechi ya tatu, kumaliza kinara wa kundi A kwenda ah, hatua ya nusu finali, kuwafunga KMC na hatimaye kutoa ubingwa huu kwa kuifunga Al Hilal ya Sudani. Mapokezi haya yameanzia ya Puma, moja kwa moja unaenda katikati ya jiji eh, katikati ya, ya mkoa huu wa Singida, kuwaonyesha watu wa Singida kile ambacho niko mnakitamani kwa miaka mingi, hatimaye tumekitimiza. Na nikukumbushe tu kwamba Singida imeanza kwa kishindo pia msimu huu wa ligi kuu Tanzania Bara kwa kushinda mechi zake mbili za kwanza jijini Dar es Salaam, mechi ya kwanza dhidi ya KMC kwenye ligi e, mbali ya kuwa waliofunga pia katika e, mashindano ya Sekafa, lakini pia walifunga mashujaa, wakiomba kutumia uwanja wa KMC kama uwanja wao wa nyumbani, kutokana na majukumu ya kitaifa ambayo walikuwa nayo, walikuwa na mechi muhimu ya kombe la shirikisho Afrika ya marudiano dhidi ya Lion Sports ya Rwanda, baada ya kuitwanga Rwanda bao moja kwa sifuri, wakaifunga tena e, jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa kwenye uwanja wa Azam Complex mabao mawili kwa moja. Tutaendelea kukupa update ya kila ambacho kitakuwa kinaendelea katika mapokezi haya e, shamra shamra, kuna viongozi mbali mbalimbali wa serikali hapa, wadau na mashabiki kutoka maeneo mbalimbali mbali. Kwa bahati nzuri Singida imewalika watu kutoka Dodoma e, Kahama na maeneo mengine ya ukanda huu e, wakati. Hapa. na mechi mbili za kwanza eh, na na, na, wakaibuka na ushindi katika mechi mbili pia za awali kwa upande wa Kombe la Shirikisho. Hili ndio basi ambalo kama unavyoliona limezoeleka mara nyingi kupita katika maeneo mengi ya nchi ya Tanzania, ni basi ambalo limewabeba wachezaji wa Singida Black Stars. Humo ndani wapo wale ambao walifanya Singida kung'ara katika mashindano ya Sekafa, akiwemo mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama ambaye watu wa Singida wameamua kumwita mwamba wa Singida sasa <laughs> E, wanarejea kutoka huku ambapo mapokezi yameanza kwa maana ya eneo ambalo linaitwa Puma e, mpaka katikati kabisa mwa mkoa huu wa Singida. Ni umbali wa zaidi ya kilometa ishirini, ni mwendo wa zaidi ya dakika 30 kufika katikati ya mji. Burudani inaelezwa itakuwa ni sehemu ya paredi hili kubwa kwelikweli kweli, ambalo tumezoea kuona maparedi ya timu nyingi. Tumeona paredi la Yanga e, tumeona paredi la Simba, lakini pengine hili linaweza kuwa paredi linalofanyika kwa umbali mrefu zaidi kwa kuangalia e, maparedi yale ambayo tayari amewahi ya eh, kufanyika eh, wakati eh, watu wakiendelea ku, kujumuika kwa maana ya, ya, ya kujumuika kwa ajili ya mapokezi ya mashujaa wao ambao kwa mara ya kwanza wanatwaa ubingwa wa Sekafa. Ni historia kwa maana ya eh, eh, ukanda huu wa wakati, lakini pia ni historia kwa watu wa Singida. Oneskia. Naam, hapa ni Bombadia, Singida. Ni eneo ambalo takuwa kilele cha mapokezi ya Singida. Uh, Black Stars kwenye paredi lao hili ambalo ni la kibingwa mara baada ya kutwaa ubingwa wa Sekafa. Uh, boda boda hao kama ambavyo unaona wakiwa mbele wakitangulia msafara wa timu ya Singida Black Stars ambayo imerejea nyumbani baada ya kazi nzuri na kubwa ambayo imeifanya eh, ikiwa mbali na hapa. Nikukumbushe tu kwamba klabu kilianzishwa mwaka elfu moja mwaka elfu mbili na kumi na sita eh, kwa jina la Ihefu, ikipanda na kushuka kati ya ligi daraja la kwanza na ligi kuu. Katika msimu yake awali walipanda daraja hadi ligi kuu kwa mara ya kwanza 2020, kisha tena mwaka 2022, eh, baada ya kutoa ubingwa wa ligi daraja la kwanza mwishoni mwa mwaka 2023, klabu ilinunuliwa na mmiliki mpya baada ya kuingia katika hali ngumu ya kifedha, msimu wa masika mwaka 2020 na nne klabu ilibadilishwa jina na kuwa Singida Black Stars kama sehemu ya mchakato huo wa kubadilishwa jina na uongozi mpya. Naam, eh, tayari kikosi kimeshawasili kwenye eneo hili la Bombadia. Eh, wana Singida wanasubili kwa hamu kweli kweli kuwaona wachezaji wao, maana tangu kuanza kwa msimu hawakupata e, nafasi hiyo. Msemaji e, wa Singida Black Stars bwana Masanza huyo e, bila shaka alishaweka mambo sawa sawa kwa ajili ya taratibu nyingine kufanyika katika uwanja huu.

Ay, nilikuwa na kupa historia awali ya Singida Black Stars eh. Baada sasa ya kuhamia Singida mwaka 2025, klabu itinga fainali ya kombe la FA Tanzania, ambapo kama wangeshinda mechi ya fainali dhidi ya Young Africans, basi pengine huo ndio ungekuwa ubingwa wao uh, wa kwanza. Lakini kama haitoshi, msimu uliopita uh, walikuwa miongoni mwa klabu nne ambazo zilifanya vizuri ligi kuu Tanzania bara, wakiwa chini ya Mkenya David Ouma. Eh, tayari eh. Wanasingida wanaonekana kuwa tayari kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wao ambao wameleta eh, heshima kama ambavyo unasikia MC akisherehesha eh, akiwataka Wanasingida eh, waamshe shangwe kwa kuwapokea mabingwa wa uh, ukanda wa Afrika mashariki na kati. Maana ubingwa ambao wametwaa Singida umekuwa ukihusisha klabu za Afrika mashariki na, na kati, na haya ndio mafanikio makubwa zaidi kwao uh, kwenye historia ya klabu hii. Ilizoeleka mashindano uh, haya ya Sekafa kwa maana ya klabu za Simba na Yanga ya ya zikitwaa mara kwa mara, lakini Singida imeibuka na kuonyesha ukubwa wake kwamba na wenyewe wanaweza kufanya kitu kama ambavyo imekuwa kwa klabu za Simba na yanga. David Ouma, huyo kocha ambaye msimu uliopita alifanya Singida kufika fainali kombe la FA lakini pia kumaliza katika nafasi ya nne ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara bado ameendelea kusalia kwenye benchi la klabu hiyo. Wakishirikiana na Miguel Gamondi viongozi hao wanashuka uh, viongozi wanashuka hao uh, na moja kwa moja kwenda kwenye eneo elekezi kwa ajili ya kusubiri taratibu nyingine <laughs> Miguel Gamondi uh, kati ya makocha wa daraja la juu kwa sasa nchini. Ana historia ndefu. Singida si klabu yake ya kwanza kuifundisha hapa nchini. Akiwa na Young Africans aliifanya klabu eh, hiyo kufika eh, kutinga hatua ya makundi ya Ligi Mabingwa Afrika, ikiwa ni baada ya zaidi ya miaka ishirini kupita na kufika hatua ya robo fainali. Sasa ni wakati wa kuandika historia nyingine akiwa na klabu hii ya Singida Black Stars, kumbuko ya kuwa tayari ameshaivusha kiunzi cha kwanza katika hatua ya awali, na kibarua ambacho kimebaki sasa ni, ku, ni, ni mechi ya raundi ya pili ambapo kama wata, watafanya vizuri basi e, watatinga hatua ya makundi Umeanza kuitwa sasa, bila shaka ni wachezaji ameanza eh, kuitwa sasa eh, jamani eh, twendeni <laughs> eh, Kennedy Juma eh, ne, ne, ne Mateus Kaseke huyo, miongoni mwa wachezaji waandamizi kwenye kikosi hiki cha Singida. Shikei Alvis Rupia mshambuliaji kinara huyo wa Singida Kevin Kijili. Uh, mchezaji ambaye amejiunga na Singida akitokea Simba. Dickson Kibabage simu uh, iliyopita alichezea kwa mkopo Yanga na sasa amerejea. shuku eh, hivi karibuni tumemshuhudia Miguel mm. Gamonda akimtumia mm. mm. mm. kama center back licha kuwa na uwezo wa kucheza kama kiungu mkabaji, lakini pia amekuwa ana offer team kutumika katika maeneo tofauti tofauti. Kadel Michael Mbaga, kati ya wachezaji wenye uzoefu wa kutosha ametumika akiwa na klabu ya Simba, Yanga, na sasa ni wakati wake wakutumika akiwa na Singida Black Stars. Jamaro huu ni msimu mwingine tena kwake kuthibitisha. Kennedy Juma e, ameshuka ame, ame akiwa na mwali e, Kennedy Juma akiwa na ubingwa wa Sekafa e, na mashabiki ambao e, wamejitokeza hapa wanamshangilia akiwa na mwali yule ambaye alimtwaa jijini Dar es Salaam mara baada ya kuifunga Al Hilal ya Sudani. Uh, kwa mabao mawili kwa moja, mabao ambayo yalifungwa na Clatous Chota Chama. Bwana ameenda kukabidhi, ameenda kukabidhi <laughs> ubingwa ule kwa viongozi eh, kwamba ile kazi ambayo mlitutuma jamani, tumeikamilisha eh? Ubingwa ule ambao tulitoa Dar es Salaam huu hapo. <laughs> uh -huh. Uh -huh. <laughs> Kennedy Juma na Miguel Giamondi anaonekana kushikilia champagne na mara zote inafahamika kishika champagne huwa ina, ina maana gani? Champagne tunafurahia mafanikio sasa. Ah, hawana kitu kingine ambacho wanaweza kufanya eh, wachezaji wa Singida zaidi ya kushika champagne, kuitikisa, kuitikisa, kuitikisa kidogo eh? Kuhakikisha kwamba iko sawasawa kabla ya kuifungua kwa ishara kwamba kufurahia kile ambacho wamekifanya ikiwa ni mwanzoni tu mwa msimu huu wa mashindano, kwa maana msimu 2025 26 wakiwa wameanza kwa kutoa ubingwa wa mashindano ya Sekafa Kagame jijini Dar es Salaam lakini pia wameanza vizuri msimu, mbali na ubingwa walishinda eh, mechi ya awali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Rayon Sports katika mechi zote mbili moja ya ya Rwanda Kigali na nyingine hapa nyingine hapa Tanzania. Shughuli imeanza. Gamondi huyo, eh eh eh, vitu hivyo champagne, eh eh, wanafurahia eh eh. Jamani vipi? Jamani vipi? Jamani jamani, Gamondi huyo <laughs> eh, jamani vipi jamani eh? <laughs> Ah, ilikuwa ni zoezi la dakika chache, lakini eh, tam mtazamaji umeona namna ambavyo eh, wachezaji wa Singida wameonekana kufurahia kile ambacho wamekifanya siku chache ambazo zimepita. Bila shaka hiki kitawasukuma kufanya zaidi katika mashindano ambayo yako mbele yao. Kumbukwe ya kuwa wana kibarua cha kufanya kwenye raundi ya pili ya kombe la shirikisho Afrika, eh, ambapo watacheza dhidi ya timu kutoka Burundi, wataanzia hapa na kumalizia Burundi. Lakini pia wana eh, ligi kuu Tanzania bara, wameanza vizuri kwa kushinda mechi mbili za kwanza dhidi ya KMC, dhidi ya Mashujaa. Wana mechi nyingi mbele yao kama wataendelea kukifanya hiki ambacho wamekianza, bila shaka wanaweza wakazichallenge club eh, za ya Simba Yanga na Azam ambazo zilimaliza juu yao msimu uliopita. Uzuri ni kwamba wamefanya maboresho ya kikosi chao, wana maingizo ya wachezaji ambao wanaonekana kuwa na uzoefu mkubwa akiwemo Khaled Aucho ambaye alifanya vizuri akiwa ya na Yanga, Clatous Chota Chama ambaye naye alifanya vizuri akiwa na club ya Yanga pamoja na, na, na, na, na, na Simba tutaendelea kukujuza mtazamaji wa Mwananchi Digital ambacho kinaendelea hapa kwa mujibu wa ratiba na taratibu ambazo zipo ambazo